Neno jehanam limetokana na neno la Kiyunani au la Kigiriki linaloitwa Jehana, Jehana, G E H E N A, Jehana. Limeandikwa katika Agano Jipya mara kumi na mbili. Ni neno lililotumika kuelezea yafuatayo. Namba moja, jehanam imetumika kuandikwa kuelezea bonde linaloitwa bonde la Hinomu lililopo kusini mwa mji wa Yerusalemu lililokuwa likitumika na wana wa Hinomu kumtolea Mungu wao, Mungu wa Moreki, yani eh, eh, Mungu wa Moabu kafara za watoto kwa kuwapitisha kwenye moto. Katika Agano la Kale lilitumika kuchomea takataka za mji mara zote. Hivyo moto, moto wake, uh, moto wake ulikuwa hauzimiki. Ni eneo ambalo lilikuwa linatumika ili ambalo linaitwa Jehana. Yesu alikuwa anakuja na anataja Jehanam, Jehanam, akiwapa picha ya kitu halisi ambacho anakijua, mahali ambapo moto wake hauzimiki, walikuwa wanatumia kuchoma kuchomea takataka za jiji zima yeah. Kwa hiyo moto wake ulikuwa hauzimiki, maana kila wakati kuna kazi ya kufanya pale. Maiti au wale watu ambao wamekufa na wamekosa ndugu zao, wamekosa mwenyewe, wamekosa watu wa kuwahifadhi zilikuwa zinatupwa katika hilo eneo, lilikuwa linaitwa Jehana. Ndio maana Yesu alikuwa analilinganisha na ule moto au uh, moto wa milele au ziwa lile ziwa la moto eh, akiwaonyesha vile moto hapa auzimi na vile ambavyo watu wanatupwa maiti zisizokuwa na mwenyewe zinatupwa, ndivyo ambavyo wasiomwamini Yesu watakosa mwenyewe na watatupwa kama wanavyotupwa watu hapa. Kwa hiyo maiti zilipokuwa zikikosa wenyewe, zilikuwa zinatupwa pale na zinateketea pale bila msaada pia ni mahali palipo uh, palipo wakusudia shetani na malaika zake tu. Kwa hiyo mwanadamu anashiriki kuingia ndani ya huo mkondo wa adhabu ya moto wa milele kwa ukaidi wake wa kuto kumwamini tu Yesu. Kwa hiyo anaenda anaenda kuunga mkono au anaungana nao shetani na malaika zake katika hilo eneo, lakini halijakusudiwa kwa ajili ya mwanadamu kuingia pale. Yeah lakini uchomaji wa Sodoma na Gomora umefananishwa na Jehanam au Jehana katika ule wakati. Ehe, moto ule ambao ulishuka naita kama moto wa salfa unakutengeneza, bahari inaitwa bahari mfu au bahari ya chumvi, mahali ambapo kiumbe hai akiwezi kuishi. Kwa hiyo moto huu wa Jehanam au ziwa la moto ni mahali ambapo mwanadamu hawezi kuishi, ndio maana tunasema patakuwa ni sehemu pa hatari pa maumivu. Imagine mpaka kifo paka mauti na chenye kitakuwa humo ndani ikiteseka hakutakuwa na msaada. Ehe, kwa hiyo inamaanisha, ni namaanisha joto lidi lake ni kali zaidi ya lile ambalo lina uwezo wa kuyeyusha chuma. Kwa hiyo unakuta kuna joto ambalo lina uwezo wa kuyeyusha chuma mithili mikali sana, lakini haufi, maumivu unayasikia vile vile, unatamani kufa lakini hawezi kufa, kiu ya maji na mateso yanamuumiza watu ambao hawatakuwa wamemwamini Yesu Kristo. Kwa mili ya hawa watu haiyeyuki, haifi, inaungua na kuteseka tu milele bila kufa, maana mauti yenyewe itakuwa pale ndani. Biblia inasema ufunuo wa Yohana, injili ya ufunuo wa Yohana, wa kitabu cha ufunuo wa Yohana sura ya 20 mstari wa 14 kwamba mauti na kuzimu zitakuwa zimetupwa pale ndani. Kwa hiyo hauoni msaada wowote wa wala mazingira yoyote ya amani, wakati uh, mtu ametukwa katika haya mazingira. Ndio maana kila wakati tunazungumza juu ya watu kumwamini Yesu Kristo, watu kumfata Yesu Kristo, kuepukana na adhabu ya milele. Mbingu ipo, nchi ipo, lakini jehanamu ipo, uzimu ipo, kifo kipo, hukumu ipo. Ndio maana kila siku watumishi wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali wanahubiri na kuambia watu juu ya kupatana na Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo katika nyakati kabla ya hukumu ya milele. Mungu akubariki sana kwa kipengele hichi, ninaomba fatana nami tena katika sehemu inayofuata ya mwisho. Sehemu inayofuata itakozungumzia juu ya mbingu mpya.